Zaidi ya wanafunzi mia tatu na walimu wametekwa kutoka shule ya Katoliki ya bweni katika jimbo la Niger, kaskazini mwa Nigeria kufuatia uvamizi wa silaha uliofanywa na wahalifu jana Jumaa, Novemba 21 mwaka 2025. Tukio hili linakuwa la pili kutokea ndani ya wiki moja, huku wahalifu hao wakitumia mbinu za kihalifu za kuteka watu na kudai fidia kama njia yao kuu ya kujipatia mali. Kwa mujibu wa mashuhuda, wavamizi walifika shuleni wakiwa na silaha nzito na kwa nguvu waliteka zaidi ya wanafunzi mia tatu pamoja na walimu wa shule hiyo. Walijaribu kusafirisha kwa kutumia magari na pikipiki kuelekea maeneo ya mbali ya milima kaskazini mwa Nigeria ambako ni vigumu vikosi vya usalama kufika. Wakati wa uvamizi, baadhi ya wanafunzi walikimbia na wengine walijeruhiwa, lakini idadi kamili ya majeruhi bado haijajulikana. Tukio hili linajiri wakati ambapo usalama wa shule na taasisi za elimu nchini Nigeria unazidi kuwa na changamoto kubwa. Katika miezi michache iliyopita, matukio ya utekaji shuleni yameongezeka hasa katika maeneo ya kaskazini na kaskazini magharibi mwa nchi hiyo. Vikundi vya wahalifu na makundi mengine ya kimatamanio wamekuwa wakiteka wanafunzi na walimu kwa lengo la kudai fidia kutoka kwa familia, serikali au mashirika ya kimataifa. Hadi sasa kuna kundi lolote lililojitokeza kudai kuhusika na utekaji huu. Vikundi vya wahalifu wanaofanya vitendo hivi mara nyingi hutumia njia za kikatili kutisha familia ili kulipwa fedha kubwa. Serikali ya eneo hilo bado hajatoa taarifa rasmi kuhusu hatua zitakazochukuliwa ili kurejesha usalama shuleni na kuwarejesha wanafunzi hao waliotekwa. Na hata hivyo, mamlaka ya usalama imesema kuwa wanashirikiana na maafisa wa usalama kutoka mikoa jirani ili kufuatilia nyayo za wahalifu.